Mtazamaji wetu wa vipindi vya Mkulima Smart, leo tumekuja kutembelea saiti. Hatua ya kwanza tumeleta material zile zinazotoka kwetu Mkulima Smart. Sisi mteja tunamruhusu anunue vifaa vyote, anunue square pipe, anunue wayameshi, anunue gata, anunue viungio, vitu vyote unanunua dukani hasa maduka ya ujenzi. Na bahati nzuri, hizi matirio kama unavyoona hapa, zote ziko kwenye maduka ya kawaida ya vifaa vya ujenzi. Sisi Mkulima Smart, ili kuleta ubora na keji iwe bora na idumu muda mrefu, tumezuia kununua vifaa vifuatavyo. Moja, kununua nipo hizo, lazima ununue ofisini. Mbili, kununua keji waya zile za plastiki, hizo utanunua ofisini. Tatu, kuna connectors kwa ajili ya maji na stop cock. Tumefanya hivi ili, moja, kuleta usalama wa ile keji na ubora, kwa sababu kinachosumbua kwenye hizi keji ni maji, ikitokea leakage ya maji, kwa hiyo banda zima na hali ya hewa ndani ya banda itabadilika. Sasa kuondoa huo usumbufu tunafanya mteja anunue vifaa kwetu ili vifaa, kwa sababu vifaa vyetu ni bora, kama hizo nipo zinakaa muda mrefu hazisumbui. Na ya pili, zile kapeti za plastiki za kijani zinakuwa bora na zinaishi muda mrefu. Hiyo itakusaidia wewe keji yako kuwa imara muda wote, lakini na kingine kwa upande wetu sisi ofisi tuta kupa garanti walau miezi sita kwamba ikitokea chochote kinachohusu maji itakuwa ni gharama zetu, fundi kuja kufanya hiyo kazi kufanya hayo marekebisho na maboresho. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwa mteja, ukiwa hata mkoa wowote, mafundi wetu wanasafiri wanatokea Dodoma kuja hapo kufanya kazi, na sisi tunachofanya ili kuweka usalama wa pesa zako lakini pia kuwa uaminifu, wewe mteja unatuma nauli peke yake au lipi hela nyingine yoyote mpaka mafundi wawe wamefika hapo site. Hiyo tumefanya kuondoa ile adha, kama unavyojua mambo ya mtandaoni kuna utapeli wa kila aina, kuna watu wasiokuwa na nia njema wanadhulumu wafugaji, wanadhulumu watu wanaojichanga ili kuanzisha hii miradi ya ufugaji wa kuku. Sasa sisi kwetu hatupokei hela yoyote. Kwa hiyo ni nauli. Kwa mfano kama mteja huko Dar es Salaam utatuma elfu thelathini ya fundi ili afike. Kwa hiyo hata ikitokea umepoteza hiyo 30 labda tumekudhulumu basi, inakuwa haina maumivu makali kuliko kutuma milioni na sisi tusitokee kazini. Jambo la tatu, mafundi wetu wakishafika saiti, wewe mteja ndio unaruhusiwa kwenda kununua material tunafanya hivyo ili kuondoa ule usumbufu kwamba tumekuambia ununue square pipe ya nchi moja, lakini umefika dukani umedanganywa, umeuzua square pipe ya robo tatu. Hapo tayari unakuwa umeshapata hasara. Ya pili, tumekuambia ununue labda mabomba yale ya umeme PVC bomba, lakini umefika pale umeuzua mabomba tofauti. Na fundi akifika hapo huwezi kutulaumu sisi, na ndio maana tunasema hatua ya kwanza, wewe mteja, fanya window shopping. Baada ya kupokea ile dokumenti inayotoka ofisini, ujiridhishe kama hivyo vifaa vilivyoandikwa vipo dukani, lakini usinunue kupeleka nyumbani. Baada ya mafundi kufika, ndio mtaambatana pamoja kwenda hilo duka ulilopata ulilo bei zake, ili mnunue huku mkishauriana na fundi wetu ndio mbebe hizo matirio na matirio, zikishafika saiti, mambo yote yako sawasawa sawa. Basi hapo fundi ndo atakwambia, lipia advance ya ufundi ambao huwa tunachaji asilimia sitini mwanzoni, kazi ikikamilika ndo utamalizia asilimia arobaini. Namba mbili ndio sasa utalipia hata zile matirio zinazotoka ofisini. Kwa sasa tumefanya ili mchakato uwe rahisi, hizo matirio fundi anakuja nazo, zikishafika ndio wewe utarushiwa kulipia. Tunafanya haya yote ili kuondoa ule usumbufu hapa na pale, lakini kurahisisha kazi ya ujengaji wa hizi economy chicken cage. Jambo lingine muhimu hasa kwa wewe mfugaji unaofuga kuku, awe ni kuku chotara, kuku wa mayai layers ama kuku broiler, sisi Mkulima Smart tunakushauri na tunasisitiza usipende kufugia kuku chini. Hapa chini kuna magonjwa mengi na kuna uwezekano ukapoteza pesa zako zote kwa sababu umeepuka tu gharama kidogo. Sasa ni bora ukaenda polepole pole ukawekeza kwanza jengewe hizi economy chicken cage. Ukishajengewa hii baadaye, unaingiza kuku, unakuwa umepunguza magonjwa kwa asilimia themanini, umepunguza upotevu wa chakula kwa asilimia kama arobaini, lakini umepunguza leba, ule uwezekano wa kufanya kazi zaidi unakuwa umepungua, kwa sababu mfumo wa maji tutakuwekea, kwa hiyo hamna kuoshaosha vyombo hamna maji kumwagika bandani, hamna kuweka maranda, hamna chakula kumwagika mwagika. Hiyo yote itakusevia muda, unaweza ukafanya shughuli zingine wakati huku kuku wako wakiwa salama salimini. Na jambo la mwisho, sisi hizi keji zetu zina tofauti kubwa na zile keji za Mchina hizi hizi za kwetu unafugia hapo kifaranga cha siku moja mpaka anakuwa kuku mkubwa akiwa eneo hilo hilo. Kwa hiyo hauna haja ya kuandaa tena eneo lingine brooding area kulelea. Sisi mafundi wakishamaliza kutengeneza, watakuwekea mazingira ambapo utalelea vifaranga na watakufundisha namna ya kuwa una adijasti kulingana na umri wa au kuku. Cha mwisho ambacho ni kizuri zaidi kwa hizi keji, hata ukiwa na eneo dogo nyumbani, itakusaidia usichafue mazingira yako, kwa sababu hautatumia maji mengi kusafisha, utatumia maji kidogo, na ile mbolea itapatikana itakuwa ni kavu. Kwa hiyo haitaoza kuleta harufu mbaya hapo nyumbani, lakini pia kuleta usumbufu kwa majirani zako. Hiyo ni faida kubwa, lakini ungelinganisha na keji zingine za Mchina, unatumia maji mengi, mbolea ile inaoza, harufu mbaya. Kwa hiyo majirani zako utagombana nao, wewe nyumbani kama ni mama utaanza kugombana na watoto wako, utagombana na ndugu zako, kwa sababu uchafu utakuwa umezidi. Hizi keji zitakupa urafiki mkubwa na zitakuokolea mambo mengi, na wewe utafuga kwa raha. Mwisho sisi Mkulima Smart tunakukaribisha sana. Karibu tukutengenezee economy chicken cage ukiwa mkoa wowote Tanzania, hatubagui sisi. Tunaanza kujenga keji kuanzia kuku mia moja na kuendelea, na tunatembea mikoa yote Tanzania. Karibu sana Mkulima Smart na baibai, bye bye.